Tuelekea katika kaunti ya Samburu ambapo kaunti hiyo inakumbwa na uhaba wa damu wa painti mia tatu kila mwezi, wakazi wakitakiwa kujitokeza na kukumbatia zoezi la kuchangisha damu ili kuokoa maisha ya mamia ya Wakenya wanaohitaji damu. Hospitali za Samburu hupokea majeruhi haswa wa mtutu wa bunduki na akina mama wanapojifungua. Mwanahabari wetu Bonifas Barasa anatuarifu zaidi. Kwa, katika zoezi la kuchangisha damu lililoandaliwa katika hospitali ya rufaa ya Samburu, makumi ya wakazi wakijitokeza kukumbatia zoezi hilo lenye umuhimu mkubwa. nimekuja ku kudoneti damu kuweza kusaidia ambayo, ambayo wako na upungufu wa damu na kwa zaidi nimefurahia sana kwa madam Pauline weza kukusanya watu waweze kusaidia wa, wagonjwa. Tumekuja ku donate damu kuokoa maisha ya binadamu. Uh, tulisikia hospitali yetu wanahitaji damu, ndivyo sasa tukakuja ku donate. Na pia sisi kama huduma center tumeorganize exercise kupata na na mama county ili tupate kusaidia wagonjwa wetu. Tumekuwa na changamoto sana ya damu eh, kwa ajili ya kina mama wale wa maternity ambao wanaenda CS ama emergency deliveries eh, pia mara mingi tunapata gunshot bullets eh, gunshot eh, patients ambao wana, wana, wana, wanapata majeruhi kwa sababu ya vita ambayo inaendelea katika kaunti ya Samburu. Matabibu katika hospitali ya rufaa ya Samburu wamekiri ganga ganga zao kuathiriwa na uhaba mara mingi eh, tunakuwa na ukosefu wa damu, na hii hasa ni kwa sababu watu wetu wengi eh, bado wanaogopa hiyo maneno ya kutoa damu. Wakileta hata relatives ambayo wanahitaji damu, mara mingi they are not willing to donate. Tuna, tunatumia damu kiasi ya 120 to 300 pints units per month, na hii imekuwa changamoto kupata damu ile kiasi ambayo tunataka kwa sababu ya changamoto mingi. Changamoto ya kwanza ni support ile msaada kutoka kwa national na county government. Matabibu wakiweka wazi uhaba wa damu unaotatiza ganga ganga zao, wito umetolewa kwa wakazi kujitokeza na kutoa damu ili kuokoa maisha ya wao. Katika County Referral Hospital tunaweza kutoa damu kwa ajili ya wananchi wetu. Na tusiongoje tu wakati tuko na wagonjwa because damu inahitajika kila wakati. Na pengine siku moja ni wewe utahitaji. So tunahitaji kila wakati tukiwa na nafasi ukisikia kwamba uko na afya mzuri, tuko na madaktari wako tayari kila wakati kuja tu ingia ndani ya hospitali, sema mimi nataka kutoa damu na madaktari wetu wako, wako tayari kila wakati. Usimamizi wa hospitali hiyo umepokezwa vifaa vya kusaidia kuchangisha damu. Kutoka kwa mwakilishi wa kike wa kaunti hiyo ambaye pia ni mwanakamati wa afya bungeni. Ni zoezi la muhimu sana, zoezi linalolenga kuchangisha damu ili kuokoa maisha ya wa Wakenya wanaokumbwa na hatari ya upungufu wa damu, kauli mbiu ikiwa Wakenya tuzidi kujitokeza katika kukumbatia mchakato mzima wa kuchangisha damu. Bonfas Barasa, Runinga Citizen, gatuzi la Samburu.